Yes, inaitwa ninazungumzia kuhusiana na fibroids. Fibroids ni vimbe ambazo zinaota kwenye ukuta wa uji wa uzazi, lakini pia nyingine zinaota ndani, nyingine zinaweza zikaota zika nje, ambazo sasa zipo za, yani zina majina tofauti tofauti, inaweza kaitwa subserosa, ikaitwa pedunculated, ikaitwa hivyo Hizo majina hatuhitaji sana. Kitu tunachokiongelea ni kwamba ni vimbe ngumu ambazo zimeenda kusababisha uji wa uzazi uwe na mavimbe vimbe, ambayo yanazuia ile space kwa ajili ya mtoto kuwepo, lakini pia inazuia hata uwezo wa fertilization iweze kutoka place vizuri. So um, tumekuja na namna ambayo tunaweza tukamaliza jambo hili, tumekutengeneza dawa ambazo zinafanya shrinkage ya hizi vimbe, na at the end of the day tunaweza kusababisha sasa uzazi bila kuwa na mgogoro kabisa. Tunatumia dawa ambazo hazina chemical kabisa, dawa zilizotengenezwa kwa mboga mboga na matunda. Kama na wewe una changamoto ya fibroid, please usisite kututafuta. Mimi naitwa Dr Manuel. Tutaweka namba zetu hapo chini. Kama unahitaji chochote, please usisite kutupigia, tukajadiliana na ukaja kwenye ofisi zetu tukaonana, tukafanya majadiliano pamoja. Asante na niwatakie wakati mzuri.